Ni kweli hapa katikati, kama unavyosema, vimekuwa vikitokea vitendo ambavyo vimeleta taaruki, na ndio maana tumefanya operation kali. Watumiwa ishirini na tisa walikamatwa kwa makosa mbalimbali ya kijinai yakiwemo unyang'anyi wa kutumia nguvu, mashambulio dhidi ya raia ya wema. Sambamba na ukamataji huo, jumla ya pikipiki ishirini na nane zimekamatwa ambazo pikipiki piki tisa hizi zimekutwa zikiwa hazina namba. Kwa hiyo wamekuwa wakitumia uhalifu kutumia hizi pikipiki kwa kutokuweka namba za usajili, na pikipiki nyingine ukitoa hizo tisa, na zenyewe zimekamatwa kuhusiana na makosa mbalimbali, ambao wamekuwa wakizitumia kufanya uhalifu. Jeshi la polisi mkoa wa Tanga linaendelea na uchunguzi wa kina dhidi ya watumiwa wote waliokamatwa na hatua stahiki za kisheria zitachukuliwa kwa mujibu wa taratibu. Tunatoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi kwa kutoa taarifa sahihi na kwa wakati, kuhusiana viashiria vyovyote vya uhalifu kwa lengo la kuimarisha usalama na amani ya mkoa wetu. Naamini kabisa kwa ushirikiano wetu sisi na wananchi, hawa wahalifu wachache hawezi kutushinda. Tutaendelea kufanya operation kuhakikisha mkoa kwa ujumla hasa jiji la Tanga linakuwa salama. Kwa sisi tutaendelea kuwasaka popote walipo ili sheria iweze kuchukua mkondo wake.